Wadau wa makumbusho ya taifa ya vita vya Majimaji iliyopo manispaa ya Songea mkoani Ruvuma wameshauri wanafunzi kujengia utamaduni wa kufundishwa vyema kivitendo kuhusu makumbusho hayo ili kuwajengia uzalendo wa kuletea taifa lao kama shujaa wa vita vya Majimaji. Lengo la wanafunzi kuja hapa ni kuhalisisha utamaduni wa Kingoni na wajamii ya Wangoni kwa ujumla ili wajue historia ya Wangoni, lakini pia wajue historia za machifu mbalimbali mbali ambao walijitolea kupigana vita vya majimaji maeneo mbalimbali ndani ya nchi yetu ya Tanzania kupinga utawala dhalimu wa kikoloni Mjerumani. Maanake nao watakuwa wazalendo wa kweli, popote watakapoambiwa wapiganie nchi yao kwa jasho na damu, watakuwa tayari. Umuhimu wa maazimisho haya ni kwamba yanatusaidia kujua waafrika nyuma walikotokea, natusaidia jinsi walivyoteseka jinsi Wajerumani walivyokuja Afrika hapa walivyowanyanyasa mababu zetu ingine. So hivyo tu inatuhimiza kuwa na umoja. Tunamwona Nduna Songea Mbano, jinsi alivyokubali kwenda kujisalimisha kwa Wajerumani ili aweze kuwaokoa wenzake, na alibainisha kwamba hao mashujaa vita majimaji wamezikwa jirani na mtu anaitwa Chikunguti. Makumbusho ya Taifa inatoa mwelekeo wa utaifa na kupeleka jamii kujua mbinu mbalimbali za kitamaduni na kihistoria na pia kujenga moyo wa uzalendo na kujiamini katika jamii.